Hakuna, ah, cha kwema hapa. Hivi hivi unanichukulia mimi mtoto wetu. Huyu ni nani? Hebu moni nombo niambie huyu ni nani? Nani yako huyu? Na <laughs> na <laughs> <laughs> yani, hujui. Unayemwona hapa ile kaa hapa ndio baba naye alipa kodi ya nyumba. Ina maana mimi ndio. Ina maana mimi sio mwanaume. Mimi sikufanya. Hah? Eh? Hebu sikia leo. Yaani hujui na vaa nini, hujui na kula nini, hujui napakaa nini? Unajua hata hii nyumba nayoishi ile kodi na nani analipa? Ah, wewe hiyo haijalishi bwana. Jinsi tulivyoelewana, jinsi ndio itakuwa. Tulielewana wakati wewe ulikuwa mtoto wa kulipa bila. I said, oi, oi, I said nini? I said nini? Usijafanya makosa. Utafanya nini? Utafanya. Kwanza cha kwanza, umeniamini unaenda msimani. Huko ndio msimani. Hapa ndio msimani. Kwa nini sika wewe jamani, sisi jua kujua huyu. Ndio unaona koroma hapa kama nani? Unaona koroma hapa kama nani? Kama mimi ndio yake. Mume wangu.